Jeshi la Sudan limesema kuwa limeuteka tena uwanja wa ndege katika mji mkuu Khartoum kutoka kwa wanamgambo wa RSF, kuashiria mafanikio yake ya hivi punde katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili. Jenerali Mohamed Abdel Rahman Al-Bilwahi amesema wanajeshi wameilinda kikamilifu na wanaweza kuwaondoa wapiganaji wengine wa RSF ifikapo mwisho wa siku. <mulia> Jeshi limekuwa likiendelea kwa kasi tangu kutoa tena ikulu ya rais siku ya Ijumaa, na raia wamekuwa wakisherehekea barabarani jeshi linaposonga mbele. RSF ilikuwa imedhibiti sehemu kubwa ya mji mkuu tangu vita vilipoanza Aprili mwaka 2023. Nchini kote mamia ya maelfu wameuawa na mamilioni wamelazimika kuyakimbia makazi yao. Msemaji wa jeshi alisema kwamba wanajeshi wameteka daraja la Manshia, daraja la mwisho linaloshikiliwa na RSF pamoja na kambi ya kijeshi katika ngome ya kusini mwa kundi hilo. Lakini vita bado havijaisha. RSF bado inashikilia karibu eneo lote la Darfur, magharibi mwa Sudan, ambapo mapema wiki hii walioshuhudia walisema makumi ya raia waliuawa wakati jeshi la anga lilipolipua soko moja maeneo hayo. Kevin Sewe, Mwanzo TV.